Kulingana na maendeleo ya sayansi na teknolojia mifumo ya kimaisha imekuwa ikibadilika kila siku, na wala hahitaji nguvu nyingi kuamini kwamba mabadiliko haya yameathiri kwa namna moja ama nyingine malezi ya watoto wetu. Mabadiliko haya yamekuwa yakileta matokeo hasi pamoja na chanya, hivyo hatuna budi kuyaenzi yaliyo chanya na kukumbushana juu ya yale yaliyo hasi ili kudhibiti matokeo mabaya katika kizazi hiki. Kwa tipsi mbalimbali zinazohusu watoto, tafadhali ni kuombe like, subscribe na pia share video hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa za video nyingine zinazotoka kila wiki. Kumekuwa na ongezeko kubwa la wazazi kuwapa simu janja, yaani smartphone au tv watoto wao kwa ajili ya kutazama video au kucheza games na kadhalika. Huenda unajiuliza, je, ni sahihi au sio sahihi? Lakini kabla sija kujibu, je, ni mara ngapi umejiuliza athari za mionzi ya elektroniki inavyoweza kuathiri mifumo ya macho na akili? Pengine wewe ni shuhuda au mwathirika wa jambo hili. Swali ni je, kama mtu mzima inaweza kumletea athari hasi, na je kwa watoto wetu si zaidi? Lengo la video hii si kukutisha bali ni kukumbusha juu ya kuwa na kiasi. Lakini linapokuja kwenye suala la watoto wetu, unahitajika msimamo thabiti na namna ya kutumia vifaa hivi vya kielektroniki kulingana na matabaka ya umri, ambapo wataalamu wa afya wanashauri walau mtoto afikishe umri wa miaka mitano ndipo walau aanze kutazama vitu mbalimbali kwenye vifaa vya elektroniki, na hii inahitaji uangalizi wa hali ya juu huku ikisisitiza kuwa na kiasi yaani, asitumie kwa muda mrefu akiwa kwenye skrini. Na leo nimekusogezea video ambayo walau itakupa funzo juu ya matumizi na athari ya vifaa hivi vya elektroniki ambavyo tunavitumia kila siku. Video hii ilitengenezwa huko India, ambapo walimu walijaribu kutengeneza igizo ambalo liliweza kuwafundisha wanafunzi juu ya athari za kutumia simu muda mrefu ambapo ilionyesha mzazi ambaye amezoea kumwacha mwanaye akitumia simu kwa muda mrefu na baadaye kumletea madhara katika macho yake. Hii siyo video tu, bali ni funzo juu ya maisha yetu ya kila siku. Lakini pia wataalamu wa afya wanasisitiza kwamba, kilia kidogo, mama anatoa simu yake, amwekea katuni, anampa hiyo, inaua macho ya mtoto. Mtoto chini ya miaka mitatu anatakiwa tunasemaga awe na zero time kwenye skrini. Video hii ikaweka mafunzo hata katika shule zetu mbalimbali, ili kuonyesha wanafunzi athari za mionzi ya kielektroniki, jinsi inavyoweza kuleta madhara kwa wanafunzi, ambapo itatoa funzo na elimu hiyo walioipata darasani ikatumika kuwakumbusha wazazi wao juu ya athari ya mionzi ya kielektroniki katika afya zao za akili. Pamoja na mwili. Mpaka wakati mwingine ni ndani ya Watoto Plus, chaneli inayokuletea maudhui ya watoto yenye funzo, yenye kuleta mafunzo mbalimbali na malezi bora kwa mtoto. Mpaka wakati mwingine ni wakati wa kusema bye bye.